Mpendwa mtazamaji, siku ya Ijumaa, karibu katika tafakari ya neno la mwenyezi Mungu ambalo tunalipata kutoka katika injili ya Yohane sura ya 21 aya ya 15 hadi ya 19. Nitaisoma. walipokwisha kula, Yesu akamwambia Simoni Petro, je, Simoni wa Yohane, wewe wanipenda kuliko hawa? Akamwambia, naam Bwana, wewe wajua kuwa nakupenda. Akamwambia, lisha wana kondoo wangu. Akamwambia tena mara ya pili, Simoni wa Yohane, wanipenda? Akamwambia, ndiyo Bwana, wewe wajua ya kuwa nakupenda. Akamwambia, chunga kondoo zangu. Akamwambia mara ya tatu, Simoni wa Yohani, wanipenda? Petro alihuzunika kwa vile alivyomwambia mara ya tatu wanipenda. Akamwambia, Bwana, wewe wajua yote, wewe umetambua ya kuwa na kupenda. Yesu akamwambia lisha kondo zangu. Akamsema amin, Amin, nakwambia, wakati ulipokuwa kijana ulikuwa ukijifunga mwenyewe na kwenda utakako, lakini utakapokuwa mzee utanyosha, utainyosha mikono yako na mwingine atakufunga na kuchukua usikotaka. Akasema neno hilo kwa kuonyesha ni kwa mauti gani atakayomtukuza Mungu, naye akisha kusema hayo akamwambia nifuate. Neno la Bwana. Sifa kwako, e eh, Kristo. Mpendwa mtazamaji, tunakutana na maneno ya Bwana wetu Yesu Kristo na Mtume Petro katika Injili ya Yohana sura ya 21 ambayo ndio inafunga tafakari yote ya kipindi hiki cha Pasaka. Kilikuwa ni kipindi ambacho Simoni Petro aliondoka katika ule wito ambao Yesu Kristo alikuwa amemwita akamwambia, hutavua tena samaki, utakuwa unavua watu. Alipoona ameanguka amemkana Yesu mara tatu, aliwaambia mitume wenzake, narudi kuvua samaki, na usiku huu hawakupata samaki, na hata wale ambao walikuwa wameambatana na yeye hawakupata samaki. Yesu Kristo akamfuata Simoni Petro na wenzake katika ile ziwa Tiberia, akaandaa samaki, akawaambia kwa sababu mmekosa samaki, lilusheni e, jarife lenu upande wa kuume. Wakapata samaki wengi, walipovuta mpaka mahali Yesu alipokuwepo, alipowapatia chakula, wamekula ndipo sasa akamwita Simoni Petro anamuuliza maswali haya anasema, Simoni wa Yohane. Hakuanza kutaja Simoni Petro, anasema Simoni wa Yohane. Na mara nyingi sana Yesu kwa Simoni, mara kwa mara alipokuwa anaanguka alikuwa anamsema Simoni Simoni, alimwambia katika ile Injili ya Luka sura 22 akasema, Simoni Simoni, tazama Shetani ametakaweza kukupepeta lakini mimi nimekuombea wewe. Kwa nini alikuwa anaitamka jina la Simoni? Simoni lilikuwa ni jina la kurithi, jina aliyokuwa amepewa baba na babake, na ndio maana mara ya kwanza kabisa alipokutana naye akasema, hutaitwa tena Simoni, utaitwa Petro. Na kwa nini alimbadilisha? Kwa sababu ili jina Yesu alijua wazi kwamba lisingeweza kumfanya jina la kurithi, lisingeweza kumfanya aweze kusimama, akamwambia, utaitwa jiwe, Petro. Kwa hiyo maanguko yake yalitokana kwa sababu ya jina la kurithi. Ndio maana anaanza kumwambia hapa Simoni wa Yohane, ambaye ulikuwa umeanguka, unanipenda mimi kuliko hawa? Na ili neno kama unanipenda mimi kuliko hawa, hawa ni akina nani? Wataalamu wengine wa maandiko matakatifu wanasema unanipenda mimi kuliko hawa samaki. Samaki hawa wamekufanya uweze kuanguka, samaki hawa wamekufanya urudie kazi ile, na samaki hawa wamekufanya uache wito ule. Unanipenda mimi kuliko hawa samaki? wengine wanasema kwamba unanipenda mimi kuliko hawa watu. Ndipo basi Simoni Petro akasema Bwana, wewe wajua, akasema Bwana, wewe wajua kuwa nakupenda. Akasema, lisha kondoo wangu. Na baadaye akamwambia tena mara ya pili, Simoni wa Yohane, wanipenda? Akamwambia, ndiyo Bwana, wewe wajua ya kuwa na kupenda. Akamwambia, chunga kondoo zangu. Ya kwanza alimwambia lisha, ya pili akamwambia chunga, na mara ya tatu anamwambia, mara ya tatu, Simoni wa Yohane wanipenda? Baadaye Petro anahuzunika sana kwa vile alivyoambiwa mara ya tatu wanipenda. Akamwambia, Bwana, wewe wajua, wajua, watambua ya kuwa na kupenda. Yesu akamwambia, lisha kondoo zangu. Kwa hiyo siku ya leo, Simoni wa Yohane katika udhaifu wake ambao ulimpelekea aweze kumkana Yesu mara tatu, anamwambia zaidi ya udhaifu wako ambao uko nao, mbele ya wale mitume waliokuwa wamesimama imara, mbele ya Yohana ambaye alikuwa chini ya msalaba, anamwambia nakupatia jukumu la kulisha kondoo wangu. Kazi mojawapo ya huyu Petro, baba Mtakatifu wa kwanza, alikuwa amepewa ni kulisha kondoo, kuwalisha kondoo kwa neno lake, na mpaka leo tumwombe Mwenyezi Mungu atutie nguvu sana, sali liombee Kanisa kwa sababu kondoo wengi wanapotea kwa kukosa maarifa, wameshindwa kuweza kulishwa neno la Mwenyezi Mungu. Maanguko mengi sana, na leo hii ndio kilio cha watu wengi sana. Kuna watu ambao wameibuka baadaye kuweza kuwalisha chakula cha kiroho, wanawalisha mambo ya ajabu, wanawaonyesha vitu vya ajabu. Yesu Kristo anampatia jukumu lisha kondoo, mara mbili, na baadaye, baada ya kuweza kuwalisha akawambia wachunge wasiende katika mambo ambayo ni mabaya. Na kwa nini huyu Simoni Petro, uh, kwa nini huyu Simoni wa Yohana alifika hatua akaweza kulia? Kwa sababu Yesu Kristo akiwa katika, eh, amekamatwa na wale askari, Simoni alimkana mara tatu mbele ya yule kijakazi akasema simjui, na Yesu Kristo alimwambia kwamba utanikana kwa hiyo ili Yesu kuja kumletea uponyaji wa majeraha ya ndani aliyokuwa nayo, ilibidi amuulize kwamba katika habari za kuweza kunifuata mimi, si akili yako, si nguvu zako, si maneno, bali utaweza kumfuata Kristo katika njia zake, katika habari za uchungaji kwa upendo, upendo wa agape, upendo ambao unakupelekea kwamba kutoa sadaka kwa kila kitu na alipomdhirishia kwamba ninakupenda, ndipo akaambiwa kwamba lisha. Kwa hiyo neno ambalo Yesu Petro alikuwa amesimama nalo kwa muda wote ni kwa sababu alimpenda Kristo, na katika kuweza kumpenda Kristo ndipo yeye atatupatia neno lake la kuweza kuwalisha kondoo wake, na katika kumpenda Kristo ndipo atakaweza kutupatia nguvu za kuweza kuwachunga hawa kondoo na kuweza kuwalinda hawa kondoo. Angalia maneno ya mwisho anayomfatia Simoni huyu anasema, ulipokuwa kijana ulikuwa ukijifunga mwenyewe na kwenda utakako, lakini utakapokuwa mzee utanyosha mikono yako na mwingine atakufunga na kuchukua usikotaka. Biblia inasema alitamka maneno haya akionyesha kwamba ni mauti gani ambayo ataweza kumtukuza Mungu. Na ni kweli Simoni Petro alikamatwa, akafungwa, akapelekwa Roma. Alipofika pale aliuawa, ali, aliuawa msalabani lakini yeye akasema si pasu kuweza kufa kama alivyofa Bwana wangu. Yeye akasema na sasa mnisurubishe mni kichwa chini miguu juu, na pale aliposurubiwa akazikwa, ndipo ambapo ndio Vatican ambapo ilipo ile kanisa kwenye kile kiti cha Baba Mtakatifu. Na katika hali hiyo, naye akisha kusema hayo, akamwambia nifuate. Kwa nini alimwambia nifuate? Alimwambia nifuate, kupitia udhaifu wako, ninajua kwamba uko dhaifu, najua kama huwezi, lakini nifuate. Leo neno moja zuri sana kwa kila mmoja ambaye ameamua kumfuata Kristo. Kristo anakutaka umfuate jinsi ulivyo, si kwa sababu wewe ni mzuri sana. Anajua maanguko yako, anajua udhaifu wako, amesema nifuate. Kwa sababu shetani mara kwa mara kitu ambacho anachotupelekea kuweza kutufanya sisi kuwa mbali naye, tukitenda dhambi, anakupatia maneno kwamba Yesu atakuadhibu Mungu atakwadhibu tunakimbia. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.